Ushataushatoa zawadi yako hapa, unakwenda pa harusi, mkono usiwagusu, mume yupo mke uko tagusuana nyema, wenyewe hiyo sio kazi yako wewe. Kazi yako kwa mikono napata kikile la heri, utapita na kuondoka zako. Basi naomba wazazi tujiandae kwa ajili ya zawadi, wazazi upande wa kikini, naomba tusimame kwa ajili ya zawadi sasa. Wakitoka wazazi upande, watakuja wazazi upande wa kiumini alafu, magada mtakuwa mnajiandaa vizuri, wadogo zake mtakuwa mnajiandaa vizuri kabisa. Baada ya hapo, tutakwenda kwenye somo. Wakitoka wazazi, atakuja somo, akishatoka somo, watakuja dada zake, dada zake watakuja wadogo zake. Baada ya hapo, tutakwenda kwenye vikundi vyetu. Wakati wa chakula, wanajiandaa vizuri kabisa.